Na mtazamaji wa Trend TV, nadhani utakuwa unafahamu kwamba kumekuwa na huu ugomvi ambao umekuwa ukiendelea kati ya Baba Levo na Mwijaku. Bwana hawa jamaa ni kwamba ghafla tu eh, wamefikia mbali, tunaweza kusema hivyo, kutokana na kwamba Baba Levo bwana, alimsema Mwijaku kuhusiana na issue ya yeye kuwagombanisha wale wanafunzi na kufanyiana vitendo vya kikatili. Lakini baada ya hapo ni kwamba Mwijaku akaona hizo hayo maneno ya Baba Levo na yeye pia Mwijaku alivyoenda kuhojiwa na waandishi wa habari akamtupia ki, akamtupia kijembe Baba Levo. Lakini kijembe ambacho Mwijaku amemtupia Baba Levo kama retaliation ya kile ambacho yeye alichokizungumza awali, ni kwamba hiki kijembe bwana ni jambo ambalo kidogo amevuka mipaka tunaweza kusema hivyo kwa sababu yeye amedondoka moja kwa moja kwa mke wa Baba Levo, unaelewa eh? Yaani huyu Mwijaku yeye ameenda kumsema mke wa Baba Levo wakati yeye walikuwa wanatupiana maneno yeye na Baba Levo. Sasa Mwijaku akaenda kusema kwamba mke wa Babalevo walivogombanaga na Babalevo, mkewe akaondoka kaenda South Africa, alienda kufanya umalaya na Babalevo akaenda kumuomba msamaha na kumrudisha yule dada ndani. Sasa hapa, alikuwa nadhani anamzungumzia mama Ruby, umeona eh? Sasa hiki ni kitendo ambacho ni kama vile amevuka mipaka eh, na watu wengi sana wakupendezwa na hilo jambo, na kuna na makala hapa kwamba alivyoachana na Babalevo alienda kufanya umalaya South Africa. Yeye pia akatoboa wa siri za kwamba mke wa Mwijaku na anatembea na bosi wake, so mambo yakafikia huko sasa, kwa kwa e, ya ya wa wa huko. Mitandaoni kama unavyoelewa wadau wa Instagram wanapenda kwelikweli mambo kama haya so, sakata ambayo lina trend ndo hilo na hapa niko na hii makala, nataka nikusomee, na kama unavyoelewa kwamba hii ni moja kati ya story ambazo zina trend, na kama ilivyokuwa kauli mbiu hapa Trend TV bwana, ikitrend tunaruka nayo na, so hapa kuna jamaa hapa ameandika kwamba, bwana, mpaka leo sijaelewa kwa nini Alice anamng'ang'ania Mwijaku. Kuna mdau ameandika hivyo, yani sa mke wa Mwijaku, watu wanashindwa kuelewa kwamba kwa nini mke wa Mwijaku anamngangania Mwijaku. Ndio maana waume hawa wameprove mara kibao mbele ya jamii kuwa hawafai wala sio mfano wa kuigwa. Kinachompumbaza Mwijaku na Babalevo ni ule msemo kuwa there is no such a thing as bad publicity. Yani, kinachopumbaza hawa jamaa, kuna msemo anasemaga kwamba hakuna bad, bad publicity, umeona eh, yani kwamba ukisemwa kwa mabaya, ukisemwa kwa mema, wewe shughuli zako zinakwenda, yani cha msingi tu usemwe usemwe kwa mazuri, usemwe kwa mabaya, cha msingi we usemwe, mambo yako yanaenda. So hicho ni moja kati ya kauli mbiu ambazo watu wengi sana ambao wanatumia wanafanya hizi showbiz huwaga wanaizingatia. So hapa akaendelea kusema kwamba kwamba umaarufu ni umaarufu tu, hata kama utaupata kwa kufanya vitu vibaya, lakini utakuwa maarufu tu na utapata deals mbalimbali. Mwijaku hivi karibuni amemwongelea ameongelea vibaya mke wa baba Levo, ambaye anaitwa Salma, na amesema kuwa kipindi Salma alivyoachana na baba Levo akaenda South Africa kujiuza. Baada ya sakata hilo, basi anadai kwamba yeye ndiye aliyewapatanisha mpaka sasa hivi wako pamoja. Baba Levo ameumizwa sana na jambo hili la mke wake kudhalilishwa na mwijaku mtandaoni, hivyo basi amejibu mashambulizi kwa kufunguka kuwa mke Alice sasa na yeye pia anachepuka na bosi wake na ushahidi wa video yuko nao. Umeona bwana eh? Kwa hiyo hivyo ndivyo sakata lilipofikia huko kwamba eh, mke wa sorry kwamba Baba Levo na yeye pia amemjibu Mwijaku amesema kwamba mke wa Mwijaku na yeye pia anachepuka na ndio maana hata haya yanayoendelea huko mitandaoni, mke wa Mwijaku ametulia tuli, kwa sababu anajua kabisa kwamba kuna mchongo ulitokea kati yake yeye na bosi wake, ambapo pia Mwijaku alitulia tuli. Kwa hiyo mambo ni mazito eh, ni weka tuweke fatality juu ya fatality na hapo ndipo walipokuwa wamefikia. Lakini ukiachana na hilo ni kwamba akaendelea hapo huyu jamaa kuandika kwa kwamba nataka niulize wewe unayesoma hii post muda huu, je, Mwijaku na Baba Levo wanaj lewa wapo tayari kudhalilisha wake zao mbele ya dunia nzima ione ili wao tu wa maarufu wao uendelee, ili waweze kupiga deals za matangazo ya makampuni mbalimbali mbali. Hawajui kwamba kuna maisha baada ya umaarufu na hizo deals na matangazo pia eh, zina mwisho wake. Hawafikiri athari watakazopata hawa wake zao, watoto wao, pamoja na ndugu zao kwa hivi ambavyo vinavyoendelea mitandaoni on akaendelea pa kusema kwamba Alice na Salma hapo ya chaka kuna siku hawa wawili watakuja kuvujisha hata video zenu za faragha. Endeleeni kuwa nao, endeleeni kuwa nao, lakini akili zao haziko vizuri hata kidogo. Pesa za matangazo zinawachanganya kwa sasa hivi, wako tayari kwa lolote hata kuwadhalilisha, e, kumdhalilisha anayekulindia umaarufu wako, e, ha, akasema kwamba bwana, wanaume tumieni akili mnapo ameandika kwamba wanawake, sorry, amedai kwamba wanawake, tumieni akili mnapochagua wanaume wa kuwaoa ili msije mkakutana na vituko kama hivi. So hiyo ni makala ambayo tumekutana nayo huko mtandaoni kufuatia kwa sakata ambayo limekuwa likiendelea kati ya Babalevo na Mwijaku kwa kutiana aibu huko mitandaoni mpaka kufikia hatua ya kusemezana au kusem, kusemana kuhusiana na wake, wao, make, wake zao na tabia ambazo zinasemekana kwamba zinaendelea baina yao. So hapa kuna maoni, kuna comment hapa kwenye comment section. Huyu hapa anaitwa Arafa Ali anasema kwamba bwana, ngoja tuone mambo. Mwanamke anaweza kuvumilia hawa watu, hujue na yeye pia ana mambo yake kuna mtu ameandika hivyo kwamba ukiona mwanamke anavumilia vitu kama hivi ujue kabisa na yeye naye ana mambo yake haya. Huyu hapa amesema kwamba bwana, umeandika mdogo wangu, hii nimeipenda. Kwa mtu amesema kwamba bwana, umeongea ukweli mtupu. Kwa mtu amesema kwamba bwana, uone ni utani huo, hebu acheni nao. Kwa mtu amesema kwamba bwana, ni mtazamo wako tu. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, hii mimi imenichekesha kweli kweli. Kwa mtu amesema kwamba bwana, hawa jamani wa hovyo kweli kweli kuliko hata hilo neno lenyewe la hovyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, hawa hawana akili hiyo eh, nyinyi mmeishaliona, lakini hata hivyo ndicho kitu ambacho jamii inapenda. Acheni vijana wapige pesa. Kwa mtu sawa bwana, kama Alice anatoka na bosi wake na Salma alienda kujiuza hapo ngoma draw, kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu sawa bwana, nataka mdada mmoja bwana, okay? na kwa mtu, kuna mtu hapa amekuja amekome na sawa kwamba ulichokiandika hapa ni pointi tupu, hii imeenda umeona eh? so kuna mtu mwingine hapa sawa kwamba bwana mshangai zaidi mke wa Mwijaku kuliko huyo Salma. Salma hana pakwenda, hana hela, hana maisha bila ya Baba Levo. Huyo Alice si sasa CPA kabisa, amesoma eh, anakubali kudhalilika hivyo. Kuna mtu ameuliza hivyo kwamba labda mke wa Baba Levo huyo Salma yeye hana pakwenda, ana maisha zaidi ya kuwa na Baba Levo, lakini huyu mke wa Mwijaku yeye ni msomi na ana mpaka CPA